Naushuhudia Dodoma sasa hivi, ni dhahiri kwamba tukiuacha uendelee utaleta athari katika biashara ndani ya nchi na ukanda mzima huu niliyoutaja. Sasa, ili kuondosha kadhia hiyo, tunahitaji kuwa na barabara ambayo itawezesha magari makubwa na madogo yasiokuwa na ulazima wa kuingia katikati ya jiji la Dodoma kuweza kuendelea na safari zao, hivyo kupunguza muda na gharama za safari. Vile vile kutokana na kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi na kiutawala, uh, wakazi wa jiji la Dodoma wanahitaji urahisi wa kutoka eneo moja hadi eneo jengine, ili kurahisisha shughuli zao. Katika kukabiliana na changamoto hizo mbili, serikali ilikuja na mradi huu wa barabara ya mzunguko wa nje ya jiji la Dodoma yenye urefu wa kilomita 112.3 ambayo leo tumepata fursa ya kuona maendeleo ya ujenzi wake. Barabara hii ni muhimu sana kwa jiji mkoa wa Dodoma na kwa nchi kwa ujumla. Ndugu wananchi, kwa kuwa Dodoma ndio makao makuu ya nchi yetu, inatulazimu kufungua mkoa wa Dodoma kwa njia zote, zikiwemo barabara, reli na anga. Mahitaji ya usafiri wa anga yameongezeka sana na yanatarajiwa kuendelea kuongezeka zaidi jinsi shughuli za kiuchumi zinavyoongezeka. Pamoja na kwamba tulifanya maboresho madogo ya uwanja wa ndege wa Dodoma ili kuongeza uwezo, ikiwemo kuwezesha kufanya kazi masaa 24, lakini bado kama mnavyofahamu, uwanja wa ndege wa Dodoma ni mdogo na upo kati kati ya jiji, hali inayosababisha kutoweza kufanywa upanuzi ili kuongeza uwezo wa uwanja huo kupokea ndege kubwa zaidi ili kuongeza ufanisi wa huduma za usafiri wa anga. Ni dhahiri kuwa kama makao makuu ya nchi kuna haja kubwa ya kuwa na uwanja wa ndege wa kimataifa. Hivyo nimefurahi kuona kuwa mradi wa uwanja wa ndege wa Msalato unaendelea vizuri. Uwanja huu umejengwa kwenye eneo lenye ukubwa wa kutosha, hali inayotuwezesha kuweka miundombinu yote inayohitajika kukidhi mahitaji ya sasa na miaka mingi ya mbele. Kiwanja hiki kitaimarisha mtandao wa usafiri wa anga wa ndani na nje ya nchi ikiwemo kukuza utalii. Kwa upande wa barabara ya mzunguko wa nje ya jiji la Dodoma imenufaika kwa mkopo wa masharti nafuu wa gharama za ujenzi. Barabara hii imepata mkopo wa masharti nafuu kutoka FDB au Benki ya Maendeleo ya Afrika, jumla ya shilingi bilioni 489.892 au bilioni 489 milioni 982, ambayo ni asilimia 85 ya, ya gharama yote ya mradi. Serikali kwa upande wetu tumechangia asilimia 15 ya mradi huo uh, karibu shilingi bilioni 90 ya gharama hizo. Ujenzi wa uwanja wa ndege umenufaika kwa mkopo nafuu wa dola za Marekani 272 kutoka benki hii na serikali kwa upande wetu tukitoa dola za Marekani 58 milioni. Tunaishukuru sana Benki ya Maendeleo ya Afrika na nimefurahi kuwa leo rais wa benki yupo nasi kujionea kazi iliyofanyika na, na inayoendelea kufanyika na namna ambavyo kazi hii inakwenda kuimarisha uchumi wa nchi na kustawisha maisha ya watu. Tuwapige makofi wabia wetu, ndugu wananchi, makofi kwa wabia wetu. Nawashukuru sana ndugu zangu. Napenda sasa kutumia fursa hii kuwapongeza wakandarasi, wahandisi, washauri wa mradi, TANROADS pamoja na wizara za ujenzi na uchukuzi kwa kujitoa kwao kutekeleza na kusimamia miradi hii kikamilifu. Nawashukuru wananchi. Na bidhaa nyingine mnazozalisha kama walivyosema mawaziri wa ujenzi na uchukuzi, kukamilika kwa miradi hii kutaongeza fursa na kutarahisisha biashara mbalimbali katika mkoa wa Dodoma, mikoa jirani na kufanya wananchi waweze kujiletea maendeleo. Mradi huu pia utachangia kuifanya Tanzania kuendelea kuwa kitovu cha biashara katika eneo letu la Afrika Mashariki. Hivyo basi, ni wasihi wananchi mnaoishi kwenye maeneo haya muweze kuzitumia fursa za kuwepo mradi huu au miradi hii, ili muweze kuongeza uzalishaji wa kipato chenu, uzalishaji na kipato chenu. Ndugu wananchi, kwa niaba yenu na kwa dhati kabisa nitoe shukrani zetu kwa benki ya maendeleo ya Afrika kwa kuendelea kuwa mdai mkubwa katika utekelezaji wa miradi ya barabara madaraja na viwanja vya ndege hapa nchini baadhi ya miradi hiyo ni kama ifuatavyo kwa ushirikiano na benki ya maendeleo ya Afrika tumejenga barabara ya Kabingo Kasulu Manyovu kilomita 260 ujenzi unaendelea na upo kwenye hatua za mwisho za utekelezaji. Miundombinu ya mabasi yaendayo haraka awamu ya pili kilomita 20.3 ambazo ujenzi umekamilika. Barabara ya Mnivata Newala Masasi kilomita 160 ujenzi unaendelea. Barabara ya Namtumbo Tunduru kilomita 193 ambapo ujenzi umekamilika. Barabara ya Dodoma Iringa kilomita 260 ambapo ujenzi umekamilika, barabara ya Dodoma Babati kilomita 188, ujenzi umekamilika, barabara ya Sakina Tengeru kilomita 14, pamoja na barabara ya mchepuo wa Arusha kilomita 42, ambapo ujenzi umekamilika, barabara ya Mbinga Mbamba Bay ujenzi umekamilika kilomita 66, barabara ya Tunduru na Kapanya Mangaka Mtambaswala kilomita 222.5, ujenzi umekamilika, na barabara ya Tabora Koga Mpanda ambapo ujenzi nao umekamilika kilomita na 342. Katika hatua nyingine, benki hii imetusaidia kuongeza upatikanaji wa mitaji kwa wakulima wetu kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania. Benki ya Maendeleo ya Afrika. Oye. Rais Adesina. Oye. Ndugu zangu, pamoja na kujionea utekelezaji wa miradi hii miwili ya barabara na uwanja wa ndege, leo Dr. Adesina na ujumbe wake alisafiri kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma kwa kutumia reli ya SGR. Na alijionea huduma zinazotolewa kwenye reli hiyo. Mradi wa SGR nao ni sehemu ya miradi inayoenda kuifungua Dodoma na Tanzania kwa ujumla. Safari za abiria zilizoanza mwezi wa nane mwaka jana zimepunguza muda wa kusafiri, kama mnavyofahamu au mnavyoshuhudia, kutoka takriban saa nane mpaka tisa kwa barabara hadi wastani wa saa tatu. Aidha, tayari kumekuwa na majaribio ya kusafirisha mizigo na muda wowote safari hizo zitaanza rasmi. Nafarijika kuwa Dr. Deshina na ujumbe wake wameziona huduma za reli hii, kwani licha ya kuwa mradi huu tuliuanza sisi wenyewe, na kazi kubwa imefanyika na inaendelea kufanyika. Mwaka juzi, benki hii nayo imetunga mkono kwenye vipande viwili vya mradi huu vinavyoendelea kuunganisha reli hii na nchi za Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Dr. Deshina ameeleza vizuri. Ni kutokana na yote haya nilitangulia kwa kusema kuwa AfDB imekuwa mbia wa kweli na mdau muhimu katika maendeleo ya miundombinu nchini Tanzania. Kwa niaba ya Watanzania, napenda kuishukuru tena benki hii kwa ushirikiano huu mkubwa katika kuendeleza miundombinu na kuchochea maendeleo zaidi hapa nchini. Asanteni sana. Vile vile sina budi kuwatambua na kuwashukuru pia wale wote tulioshirikiana nao katika hatua mbalimbali mbali za ujenzi wa miradi hii na tunaoendelea kushirikiana nao katika miradi mingine, hususan benki ya Kiarabu, uh, ya maendeleo ya kiuchumi barani Afrika, yani Badea, mfuko wa maendeleo wa kimataifa wa shirika la nchi zinazozalisha mafuta duniani OFID, pamoja na mkandarasi Arab Consulting Engineers au es kutoka Misri. Lakini pale awali niliwashukuru wakandarasi na washauri wote wa mradi. Ndugu wananchi, napoelekea kuhitimisha, nizitake Wizara ya Ujenzi na Wizara ya Uchukuzi kuhakikisha kazi za ujenzi wa ukarabati wa miundombinu wa barabara, reli na viwanja au viwanja vya ndege inatekelezwa kwa viwango vilivyokusudiwa au vilivyotakiwa kimkataba. Kwa ndugu zangu wa Dodoma, mbali na kwamba barabara hii itapambwa kwa bustani za maua mazuri kama tunavyoiona kwenye picha, lakini pia itapendeza ikiwa wana Dodoma mtaipamba barabara hii ya mzunguko kwa mashamba mazuri ya alizeti na zabibu, ili mtu akipita anaona ukijani wa alizeti lakini na zabibu umetanda kwenye barabara hizo tunaona kwa wenzetu tukienda mbali na mapambo mengine ya barabarani lakini unapita maeneo unakuta mashamba makubwa yamepamba barabara zao nadhani nasi wanadodoma mkuu wa mkoa na timu zako mjipange na hilo mashamba yale ya pembezoni mwa barabara basi tuyafanyie maarifa tuweke umwagiliaji maji ili mashamba yale yapambe barabara zetu. Kama nilivyosema, ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya usafiri hugharimu fedha nyingi, hivyo ni muhimu sote tuitunze ili idumu kwa muda mrefu. Ulinzi wa mali za taifa ni wetu sote, hivyo kila mwananchi awe mlinzi kwa mwenziwe. Misemo yetu ya busara inatuambia kitunze kidumu takapotunza miundo mbinu hii tunayojenga itakwenda kudumu muda mrefu, na tutanufaika nayo kwa muda mrefu. Lakini waswahili wa pwani wanasema kitunze kipendeze, ili waigao wasiweze kwao. Nasi tukiweza kutunza miundo mbinu yetu hii kwa uzuri wake, vitakayojengwa wale wanaotaka kutuiga tawapata kazi kidogo. Kwa hiyo tukajidhatiti tutunze miundombinu yetu. Ndugu zangu, kama nilivyotangulia kusema, katika ziara yangu hii mmeona nipo na Dr Adesina rais wa benki ya maendeleo ya Afrika, ambao chini ya uongozi wake ametusaidia sana katika miradi mingi ya maendeleo. Dr Adesina anamaliza muda wake kama rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, hivyo napenda niongeze shukrani zangu za dhati kwa juhudi zake za kuisaidia Tanzania, tumwombee Mwenyezi Mungu amjalie mema katika mipango yake ya baadaye. Katika kumuweka au kumwekea kumbukumbu, na kwa kutambua mchango wake na mchango wa Benki ya Maendeleo ya Afrika katika kuimarisha sekta ya usafiri na usafirishaji Tanzania, nimeridhia pendekezo la waziri wa ujenzi la kuwa barabara hii ya mzunguko ya nje uh, ya jiji la Dodoma iitwe kwa jina lake. Hivyo nami nami nawasilisha na ombi hili kwenu, na naomba mnikubalie ili nitangaze rasmi kwamba barabara hiyo itaitwa kwa jina lake, lakini kwanza niwaulize, mmenikubalia? Sauti haijatosha, wananchi, mmenikubalia? Hivyo nitumie fursa hii kutangaza rasmi kuwa barabara hii ya mzunguko nje ya jiji la Dodoma itaitwa barabara ya Dr. Akinwumi Adesina. <coughs> Asante sana. Ndugu wananchi, Tanzania imeweza kuvutia mitaji kutoka kwa wabia muhimu kama FDB kutokana na kuwepo kwa utulivu na amani, sera nzuri za kiuchumi, usimamizi thabiti wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo mm, na kujituma kwa Watanzania wenyewe kujenga nchi yao. Kwa pamoja, tumeendelea kuonyesha Afrika na dunia kwamba Tanzania imedhamiria kujenga taifa lenye uchumi shindani na kustawisha hali za maisha ya wananchi. Hivyo niithibitishie Benki ya Maendeleo ya Afrika kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuwa mshirika wa karibu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika au AFDB kwa ajili ya kufikia malengo ya bara letu ya kujenga Afrika tunayoitaka na kuleta maendeleo zaidi kwa watu wetu. Na baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Dkt. Deshina oye! Tanzania safi. Asanteni sana. Makofi mengi na vigeregele kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tanzania oye. Oh, weka maneno Tanzania, Tanzania. Asante. Asante toti, mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa heshima kubwa. Baada ya kuzungumza nasi, tunayo heshima na taadhima kukuruhusu sasa kuondoka katika viwanja hivi hapa nala, kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Naomba sasa tusimame watu wote tuagane na mheshimiwa rais. Toti bendi, sasa zamuni yenu